Karibu tuendelee kupeana habari na matukio mbalimbali yanayojiri kote ulimwenguni. Kufuatia vitendo vya vurugu vilivyotokea Oktoba 29, mara baada ya uchaguzi mkuu wa Tanzania mwaka 2025 na kupelekea madhara makubwa kwenye jamii ikiwemo vifo kwa baadhi ya raia, lakini pia uharibifu wa mali za umma na uharibifu wa mali binafsi. Kumekuwa na matamko mbalimbali yaliyotolewa na asasi mbalimbali za kiraia lakini pia mashirika ya kidini na watu mbalimbali ikiwemo viongozi wa serikali ikiwemo rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan ambaye alitoa pole kwa familia mbalimbali zilizofikwa na misiba huku akihimiza amani na mshikamano ndani ya taifa katika kipindi ambacho taifa la Tanzania bado linapitia hekaheka heka za kijamii na kihisia kufuatia matukio yaliyojiri baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 ya mwaka 2025 Kanisa la Kiinjili la Kilutheli Tanzania KKKT limetoa tamko maalum lililojaa majonzi, sala na wito wa matumaini kwa taifa ambalo limekumbwa na changamoto ambazo hazijapata kushuhudiwa katika historia yake ya siasa za ushindani. Taarifa hiyo iliyotolewa kwa umma kwa lengo la kutoa faraja, kuhamasisha maombi na kuongeza nguvu ya ushirika wa kitaifa imesisitiza kuwa matukio yaliyotokea katika siku za uchaguzi na kipindi kilichofuatia yameacha alama nzito katika nyoyo za Watanzania wengi, hasa wale ambao familia zao zimeathiriwa moja kwa moja na misukosuko iliyoambatana na vurugu na mishtuko ya kijamii. Taarifa iliyotolewa na mkuu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT askof dr Alex Gehas Malasusa imesema kanisa hilo linatoa pole kwa jamii na familia zilizopoteza wapendwa wake kwa kuuawa au bado hawajapatikana bila maelezo ya kuridhisha, na limetoa pole kwa uharibifu wa mali za umma na za binafsi uliofanyika. Barua iliyotolewa na KKKT ikiwa ni neno la KKKT kuhusu matukio ya wiki ya uchaguzi mkuu wa Tanzania Oktoba ya mwaka 2025. Barua iliyotolewa Novemba 12 ya mwaka 2025. barua hiyo ilikuwa ikisomeka kwamba ndugu wapendwa, ninawasalimu katika Kristo Yesu. Nchi yetu imefanya uchaguzi mkuu wa taifa tarehe 29 Oktoba ya mwaka 2025. Sote tunakumbuka kuwa siku hiyo na siku zilizofuata nchi yetu imepitia hali ngumu ambayo haijawahi kutokea katika historia yake. Palitokea vurugu zilizosababisha upotevu wa maisha, ulemavu na uharibifu wa mali za umma na binafsi. Hakuna sababu yoyote inayotosheleza kueleza upotevu wa maisha na uharibifu wa mali. Baadhi ya familia hazijaweza hata sasa kuwapata ndugu zao waliouawa wakati wa vurugu hizo ili kuwafanyia mazishi kwa utaratibu kamili wa kiibada. Hali hii imeacha jamaa mbalimbali katika simanzi kubwa ya misiba na maombolezo yasiyoelezeka. Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, KKKT, limeguswa na kuumizwa sana na matukio hayo yasiyokuwa ya kawaida. KKKT kama sehemu ya jumuiya ya Kikristo Tanzania na kanisa la Mungu kwa upana wake, linaungana na watu wote wenye mapenzi mema kwa nchi ya Tanzania. Hivyo, KKKT moja, limehuzunishwa na kusikitishwa na matukio haya yaliyokosa utu heshima na thamani ya binadamu. Kanisa linakemea matukio hayo yanayomchukiza Mungu. Pili, kutoa pole kwa jamii na familia zilizopoteza wapendwa wake kwa kuwawa au bado hawajapatikana bila maelezo ya kuridhisha. Tatu, kutoa pole kwa uharibifu wa mali za umma na za binafsi uliofanyika. Nne, kuombea wafiwa wote majeruhi watu ambao bado hawajapatikana na wanaoshikiliwa bila hatia. Tano, kuomba toba na rehema kwa Mungu ili nchi yetu iliyoshuhudia umwagaji wa damu za watu ipate kuokolewa dhidi ya ghadhabu ya Mungu juu ya chukizo hili na ipate neema ya kurejea katika amani. Waebrania 4:16, basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Wito kwa washirika wote wa KKKT. 1. Kanisa linatambua kuwa kila mahali katika makanisa yetu maombi yamekuwa yakifanyika kuombea amani ya nchi yetu na kuombea uchaguzi mkuu pia kanisa linawashukuru waumini wake wote kwa kutekeleza wajibu huo. Pili, kanisa linatoa wito kwa washirika wake wote kuwa na maombi maalum kwa wiki nzima kuanzia ibada zote za Jumapili ya tarehe 16 ya Novemba ya mwaka 2025, kisha kila siku maombi yaendelee hadi Jumapili ya tarehe 23 Novemba ya mwaka 2025. Mara baada ya tamko hilo, kanisa hili la KKKT lilitoa mwongozo wa namna ibada zitakavyofanyika, lakini mwisho lilihitimisha kwa kauli yake ilikuwa ikisema kwamba wito kwa serikali na vyombo vyake. Moja, kanisa linatoa wito kwa serikali kusikiliza na kushughulikia malalamiko ya wananchi kwa namna ya kujenga umoja wa kitaifa na utengamano wa kijamii. Pili, kanisa linatoa wito kwa serikali kuwatendea haki raia wote waliopoteza maisha au walioathiriwa. Tatu, kanisa linakumbusha kuwa matumizi ya nguvu ya kupita kiasi kwa yoyote hayawezi kuleta baraka na neno la Mungu linaonya kuwa hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu Yakobo 1:20. Tena wenye haki wakiwa na amri watu hufurahi. Mithali 29. Bili, a Mungu ibariki Tanzania. Imetolewa na Askofu Dr. Alex Kehas Malasusa, mkuu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheli Tanzania KKKT. Mwisho wa kunukuu, barua iliyotolewa na Kanisa la Kiinjili la Kilutheli Tanzania KKKT. Lakini kwenye tamko hili la KKKT, mitazamo ya kijamii imeonyesha kuwa watu wengi wanaamini kuwa jamii imehitaji muda wa kutafakari zaidi kuhusu uhusiano kati ya imani, maadili, tabia na matendo ya kila siku katika baadhi ya mikusanyiko ya kijamii. Lakini pia KKKT imesitiza sana kuhusu maombi ya kitaifa kwa wiki nzima. Kutokana na mitazamo ya kijamii iliyoonekana baadaye, inaonekana kuwa wito huu ulipokelewa kama sehemu muhimu ya utulivu wa kisaikolojia kwa watu wengi. Katika jamii kama ya Tanzania, maombi huwa na nafasi pekee katika kuokoa hisia za watu, kupunguza wasiwasi na kuleta nguvu za kuendelea na maisha katika mazingira yenye ukakasi. Kwa mujibu wa baadhi ya watu, wiki ya maombi italeta hali ya kuungana hata kwa wale ambao hawakuwahi kuwa waumini wa kanisa hilo. Maombi yanaonekana kuwa kama daraja la kuunganisha kihisia, kupunguza msongo wa mawazo na na kutoa nafasi kwa watu kueleza maumivu ya kiroho na kihisia bila kuona migawanyiko. Mitazamo ya kijamii imeonyesha kuwa watu wanahitaji nafasi ya kupona zaidi baada ya vurugu na ukakasi wa kihisia. Moja ya mambo ambayo jamii inaonekana kutamani zaidi ni majadiliano ya wazi, salama na yasiyogemea upande wowote. Tamko la KKKT limeonekana kuwa sehemu ya kuanzisha utamaduni huu kwa kuwa linazungumza moja kwa moja kuhusu maumivu ya jamii bila kuchukua msimamo wa kisiasa katika maeneo kadhaa. Vikundi vya vijana, wanawake, wazee na hata wasomi walianzisha majadiliano madogo kuhusu namna nchi inavyoweza kuepuka matukio kama hayo siku zijazo. Na hili limeonekana kama ishara ya jamii kuanza kutafuta mbinu za kujenga mustakabali mpya. Unaojikita kwenye hekima na ushirikiano. Naam, hiyo ndio taarifa juu ya tamko lililotolewa na Kanisa la Kilutheli Tanzania KKKT kupitia Askofu Dr. Alex Gehas Malasusa, mkuu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheli Tanzania. Tafadhali tuandikie mtazamo wako kwenye haya, lakini pia usiache kuendelea kutufuatilia kila wakati kwa habari zaidi Kiganjani.